Mrais msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza Ilda Bonifas ametoa rai kwa vyama hivyo kuendelea kujisajili katika mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika MOVE. Mfumo ambao tayari umeanza kufanya kazi tangu mwaka 2022. Akizungumza katika kongamano la jukwaa la ushirika mkoa wa Mwanza, Ilda amesema kuwa mfumo huo una manufaa makubwa kwa maendeleo ya vyama hivyo. Na sisi kwa kuonyesha msistizo ama kuonyesha mfano kama tumeenda ushirika, tumeanzisha mfumo unaoitwa MUVU. Mfumo huu umeanza kufanya kazi tangu mwaka 2022. Kwa hiyo ni mfumo ambao unaelekea kwenye, umeshazaliwa umeshafanya kazi, unaelekea kwenye kuwa mtu mzima mwishoni, una miaka kama mitatu umeanza kufanya kazi mfumo huu. Kirefu chake MUVU ni ni mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika Labda nitaongeza Tanzania, mfumo huu unafanya kazi gani? Unataka taarifa zetu za wanachama ziingie kwenye mfumo, mali zetu tulizo nazo ziingie kwenye mfumo, makisio yetu tuna, tunayafanya kila bajeti za mwaka tuingize kwenye mfumo, ah, mikataba tunayoingia nayo tupitishe kwenye mfumo, taarifa za utendaji wa kifedha kwenye vyama vya akiba na mikopo tuziingize kwenye mfumo, taarifa za vyama visivyo vya kifedha tuzipitishe kwenye mfumo. Leseni zetu za uonyeshaji wa shughuli ya biashara za fedha tuziombe na kuziingiza kwenye nini? Kwenye mfumo. Hata watoa huduma wetu wanapata huduma kupitia mfumo wa MUVU. Kwenye vyama vya mazao, niombe tuendelee kuimarisha uzalishaji ili tuweze kutumia mfumo wa MUVU na kupitia hili ni muombe Nyanza, leo tutakuwa na demo ya mfumo wa kidijitali ahakikishe Nyanza inatoka kwenye mfumo wa analogia, inaanza kutumia mifumo ya kidijitali katika uendeshaji wa shughuli zake za chama. Hiki ni kipaumbele, na sisi Mwanza kazi imekuwa inafanywa na maafisa ushirika kubwa. Sasa naomba kazi hii irudi kwenye vyama. Vyama jiinueni, tafuteni kitendea kazi, kazi ifanywe na nini. Tutakuwa tunaimba wimbo wakati sisi huku chini hatute- hatutekelezi tulichoelekezwa na maafisa ushirika Nimeona Mheshimiwa Rais namna anakola uaia, ukiangalia viongozi wote wakubwa wanaamini ushirika ni nguzo muhimu ambayo zakawasaidia Tanzania kuweza kwenye kiuchumi na kijamini. Kwa hiyo ni waase sana, wewe ukiwa kiongozi, ukiwa ni mtendaji, hakikisha taasisi yako, muda wako unapoisha uache kitu ambacho kitakumbukwa, na ndio namna pekee hata sisi wenyewe ofisini unajitahidi kufanya kadri ya uwezo wako ili hata kama hauko basi waone nafasi yako kweli. A, ni vizuri sana jana nilikuwa naangalia kwenye takwimu za mkoa wa Mwanza kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 Mwanza ina population ya almost milioni tatu na laki sita Watanzania ambao wako mkoa wa Mwanza, lakini nilikuwa pia napitia idadi ya wanaushirika ambao wamejisajili kwenye mfumo wetu wa MUVU wapo kama laki moja ambao ni kama asilimia mbili ya watu wote. Sasa hii kidogo inatia mashaka. Ni lazima kama viongozi mhakikishe mnafanya kazi. Kelvin Kennedy ni mwanachama wa FSA Mkolani Saccos ametoa wito kwa vijana kuchangamkia fursa ya kujiunga na Saccos, kwani vyama hivyo vimekuwa na manufaa makubwa ikiwa ni pamoja na kuepukana na mikopo umiza majina. Anaitwa Kelvin Kennedy Hayola au almaarufu kama Double K, ni mwanachama hai na ni mjumbe pia wa chama cha ushirika wa akiba na mikopo FSM Kolani Saccos mkoa wa Mwanza. Nipende kuzungumzia kuhusiana na masuala ya Saccos kwa ufupi. Mimi kama kijana niweze kuzungumzia katika kundi la vijana wenzangu, asilimia kubwa ya vijana